Karibu, okay, tena katika channel ipendwa kabisa channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa, niko Tabora mjini midai hapa. Leo nataka ni kufundishe jinsi ya kutengeneza End video view wengi wanapenda kuita cast So kama wewe ni moja kati ya mtu ambaye unafanya filamu ama ni editor au director, kitu hicho ama kitu hichi ambacho nataka nikufundishe sasa hivi ni kitu kizuri, lakini pia ni kitu ambacho video yako itakwenda kuwa ya like professional, ama itafanya video yako ionekane ni bora, lakini pia uko serious. Kitu kama hichi ambacho unakiona ama hicho ambacho ulikiona mwanzoni Karibu katika kio changu cha simu kwa mara nyingine leo, tutakwenda kutengeneza kama nilivyokuambia, eh, cast ama end video, yani jambo ambalo tayari nimesha kuonesha hapo nikiwa live vizuri kabisa. Sasa ni lazima uwe na application mbili: moja YouCut, nyingine inaitwa add text. Zote zinapatikana Play Store ama App Store. Ukiingia hapo kwenye Play Store hapo kuna search. Andika Adi Texti Application ambayo nalizungumzia mimi Adi Texti, e, japokuwa mtandao nasumbua kidogo hapa nyumbani. Adi Texti inapatikana Play Store, lakini pia utadownload YouCut. So kwa kuwa mtandao nasumbua, ngoja niende moja kwa moja, kuna adi Texti, Adi Texti ni application kama hii na hasa inapatikana pale Play Store. So ukiingia kwenye Add Text kwa mara ya kwanza, hapo ndipo ambapo tunakwenda kutengeneza cast yetu, alafu zeni, ili kuifanya iwe video tutatumia YouCut. Kwa hiyo yu hapa utabonyeza hapo kwenye allow limited, limited access, lakini mara nyingi bonyeza allow all hapa. Baada ya hapo ee, Watakwambia welcome select background, wewe utaselekti black hii hapa ututuvidoti, selekti hapa kwenye black, kisha select hapo black, itakuwa kama hivi, wanakuonyesha hapa uadi text hapa kwenye kaadi layer, uta unaweza kuadi text uka ukaadi picha, lakini pia ukaadi shape. Kuwa kwakuwa mimi leo nimekuja kufundisha kutengeneza kasti basi sitobonyeza hapo wanaponiambia wenyewe, matokeo yake nitabonyeza. Ni vizuri kwa paona matokeo yake tabonyeza hapa. Kuna neno ambalo ameandika Klop hapa, kuna Klop hivi, chini navyoviona hapa ni vioo. Kwa hiyo mimi nitabonyeza kioo hichi hapa cha tisa kwenti kumi na sita, lakini ukibonyeza hichi hichi 16:9 hichi cha YouTube hakitofaa kwa sababu kitakuwa ni kidogo, mkitizame. Umeona? lakini kibonyeza hapa kwenye crop, nikaweka hii 9.16 kitakuwa ni kirefu kama hivi. Umeona hapo? kwa hiyo kimekuwa kirefu kama hivi. Sasa hapa nitakwenda kujaza cast, hebu niangalie ninavyopanga. Tabonyeza hapa kwenye add, hapa kwenye add nitaandika cast. Yaani hii ni picha lakini naipanga mimi kama mimi kasti, shaona, ukishaandika kasti utasogeza paka aka ka cast e, itatakiwa ukasogeze juu kabisa huko umeona, lakini kabla kasogeza utabonyeza kwanza aka kamshale hapa aka akapambao aka, aka, tap lakini pia chini hapa nakupa kwamba kuna vitu vingi sana. Kuna background, kuna spacing, kuna postation 3D rotati 3D bendi, utagoiti tu hapa e, kuna vitu vingi sana wanakuonesha viko hapa chini, lakini pia uta next uta okay. zeni wanakuonesha jinsi ya kutumia hii application, ila mimi ndio kwa kweli nakufundisha. Mtakansel vyote sasa hapa hii kasti e, utafanya hivi. Hii kasti bwana, nitaifanya hivi hivi, muona naipunguza asilimia hizo, angalia asilimia. Sasa kasti mara nyingi waga asilimia zake za huku juu, asilimia maya neno kasti inakaaga sabini, sawa. Alafu utaiweka hapa sawa. Baada ya kuiweka hapa kati kabisa, kama hapa hapa mpaona, kwa hiyo itakuwa kama hivyo, alafu nikiona kama neno kubwa sana, talipunguza kidogo, taliweka paka hapa. Sijajua ni ngapi, ngoja niangalie ngapi. Yes, taweka, sa taweka, taweka sabini nantosha, sabini, alafu nitakuja, nitaweka hapa. Huo mstari unaowakawaka hapo maanisha kwamba ni katikati. Kwa hiyo mara nyingi kikasti weka hapo katikati, alafu zeni ntaongeza taongeza maneno sawa, lakini haya maneno unaweza kuyapamba vyovyote unavyoweza wewe. Mfano kama hii cast, hii cast nikibonyeza hapa, hii cast naweza nikaiweka hivi sawa, yani ikawa ikawa hivi sawa, imradi mradi tu usifanane na wenzako, ama kama hutaki kufanana na wenzako, lakini pia ukaweka hivi, umeona. Ila mimi sitotaka mambo yote hayo, taweka cast tu ya kawaida kama hii utabonyeza tena hapa kwenye add text, maana yake naongeza maandishi sasa. Kwakwa nimeandika text, ina maanisha majina yanayofuata hapo ni majina ya washiriki. Itaandika mfano Ismail, alafu utaweka vidoti Juma alafu, hapa asilimia ambazo taweka kwenye, kwenye majina ya kawaida taweka 60 60. Sawa, inamaanisha jina japokuwa maandishi yalikuwa makubwa sana hata kuweka maandishi madogo. Sawa, inamaanisha hata hapa nikiweka mfano nikaweka niweke 55, tu alafu hapa niweke niweke sitini. kwenye hii cast niweke niweke sitini na tano sitini na sita baada ya hapo nitakuja ili jina nalo nitaliweka hapa hakikisha inakaa ina katikati ili usichanganyikiwe sawa? Maona, alafu nitaendelea kuongeza majina hapa hapa kwenye adi kama hivi nitizame.

unaandika kumbuka, neno director linabidi liwe lina asilimia kama hiyo ya kasti, yani inamaanisha ukubwa sawa. Lakini umeona director nilivyoiandika vizuri kabisa, umeiona kwao? Director inabidi iwe na asilimia kama ya kasti. Nakumbuka kwamba casti, na kwa casti nimeweka asilimia 65 alafu zeni chini hapo ndo unaweka jina la director. Po nitapanga hapa hivi

K okay. hadi hapo sasa nimemaliza kutengeneza kasti. Kasti uwaga kuitengeneza ni hapa ndo pagumu. Hadi kwenye kompyuta tunatumia mfumo huu, lazima ukae uchole kasti. Kasti yako inaweza kuwa ndefu ama fupi. Mfano, unaweza kuweka kasti ya yote unayoiona hapo, ukaandika majina washiriki wakawa wengi alafu ma editor wa wahusika wakuu, ukatengeneza sana kitu kingine kama hichi cover, lingine kama hili kwa pembeni, kwa wale ambao mtakuwa mnatumia simu. Wengi walijua kwamba ni kompyuta tu ndio inaweza kutengeneza hivi, lakini kwa kuwa mko na mimi Ticha Sauti ya Sifa, basi kila kitu tutafanya ama tutafosi, hadi tuweze. Kwa sababu wenyewe wanawezaje, sisi tunashindwaje? Kwa hiyo hapa, hata wenyewe wameshakwambia kwamba kama umemaliza save, kujumo unaona, kana kwa waka aka ni kusave lakini baada ya hapo kuna image hapa, sawa. Una save kama image hapa, tap hapo, wanakwambia umeshafanyaje fanyaje, umesha save. Kwa hiyo sasa utaenda kuiangalia kwenye kwenye kwenye faili yako, hii hapa itakuwa imefika, tunaona cast yetu sisi hapa tayari imeshafika hapa, hii hapa sasa mtu ataanza kujiuliza mbona ipo kama picha sio video. Hapo sasa ndio YouCut inakwenda kuhusika. Utabonyeza YouCut, then ukishabonyeza YouCut kama hivi utabonyeza hapa kwenye e edit wa fifth videos. Ukishabonyeza hapa, hapa utabonyeza allow all. Baada ya hapo utakwenda kwenye picha hapa. E, kasti yako utaiona hii hapa, hii hapa, umeiona, lakini utakwenda sehemu moja ambayo imeandika metri hapa juu. Ukibonyeza hapa, kuna background pia, utachukua hii nyeusi afu zenu kisha kuchukua nyeusi, uta next. Baada ya ku next, hii itakuwa ni background tu nyeusi, haina chochote, ila tutafanya hivi. Muona imekuwa ndefu, ina sekunde thelathini na tatu, sawa baada ya kwenda sekundi 33 utakwenda kubonyeza neno moja ambalo limeandikwa PIP. Ukishabonyeza utachagua sasa ile picha yako ama ile kasti yako hii hapa. Baada ya kuichagua cast, ni hapa shaiona, imekaa hapa katikati, hii hapa cast. Sasa basi. Ukishachagua cast na umeweka hapa katikati hii hapa. Kwa hiyo sasa Una play tu hapa inaanza kwenda. Okay. Sasa natumaini umejifunza vizuri, lakini kuna sehemu ambayo hujaelewa. Hiyo sehemu ambayo hujaelewa ipo kimakusudi. Ndo ninavyokusudia mimi. Ningeweza tu kukuonesha hiyo sehemu uelewe vizuri, lakini sasa napenda kukwambia kama wewe uko serious na jambo hili na unataka kujifunza, njo WhatsApp na shilingi 5000 andika neno cast, alafu utakupa namba ya malipo. Ukishalipa nitakupa ka video kafupi ambako kanaelezea jinsi ya kupandisha hayo maneno. So usitukane wala usiseme neno lolote baya. Kipaji changu ndio mtaji wangu, kipaji changu ndiyo maisha yangu. Kwa hiyo inabidi tutumie kipaji ili kupata pesa kama hivyo. So njo huko inbox ama njo WhatsApp, andika neno cast, it is okay. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Kwenye comment hapo niambie, je, jambo hili ni nzuri, lakini pia litafanikisha? So niko Tabora mjini hivi sasa, kuna magari mengi sana hapa yanapita pita hapa ndipo Tabora mjini, hakuna Tabora nyingine. Yani ukifika hapa ndo umefika mjini <laughs> tukutane WhatsApp, namba ya simu na kuwekea ama ndio hiyo ambayo inapita hapo chini. Bye.